Viongozi wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC wameamua kurejea upya kusaka mwarobaini wa mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa kumteua jopo la watu watano watakaowezesha kurejeshwa amani nchini humo. Shirika la habari la Reuters liliripoti leo Jumanne Machi 25, 2025 kuwa uamuzi huo ulifikiwa katika mkutano uliofanyika katika njia ya mtandao jana Jumatatu kwa lengo la kujadili hali ya usalama inayozidi kuzorota nchini DRC. Mkutano huo uliendeshwa kwa pamoja na rais wa Kenya na mwenyekiti wa East Africa Community, William Ruto, pamoja na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ambaye pia ni mwenyekiti wa SADC. Kwa mujibu wa tamko la pamoja, wawezeshaji walioteuliwa ni marais wastaafu, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Olusegun Obasanjo wa Nigeria, Kgalema Motlanthe wa Afrika Kusini na Sahle-Work Zewde wa Ethiopia na Catherine Samba-Panza wa Jamhuri ya Afrika Kusini ya Kati. Na huo pia uliidhinisha ripoti ya kikao cha pamoja cha mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kilichofanyika Harare wiki iliyopita. Ripoti hiyo inaainisha hatua za haraka za mda na za muda mrefu za kufanikisha amani ya kudumu Mashariki mwa DRC. Hatua kuelekea kusitisha mapigano, kusimamisha uhasama na kuanzisha sekretariat ya kufuatilia utekelezaji wa maazimisho ya mkutano wa pamoja. Rais Ruto aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X zamani Twitter. Viongozi hao walikutana jana usiku, ambayo Angola ilitangaza kujiondoa katika jukumu la kuwa mpatanishi, ili kuelekeza nguvu zake kwenye jukumu la Umoja wa Afrika AU katika mzozo huo Wiki iliyopita, wapiganaji wa M23 ambao walianza uvamizi wa kuchukua udhibiti wa miji mikuu ya mashariki mwa DRC ikiwemo Goma, Bukavu, Nyabibwe na Walikale walitajwa kuendelea kusonga mbele huku lengo likiwa ni kufika makao makuu ya nchi hiyo, Kinshasa, kwa lengo la kuipindua serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Awali, walitangaza nia ya yao ya kuondoa vikosi vyao kutoka mji wa kimkakati wa madini wa Walikale na maeneo yake ya jirani katika jimbo la Kivu Kaskazini ili kuunga mkono juhudi za amani zinazoleta mazingira mwafaka, ya mwafaka kwa mazungumzo ya kisiasa. Hata hivyo, ripoti za vyombo vya habari nchini humo vya ndani zilisema waasi hao bado wanaonekana katika mji huo kuanzia jana na leo Jumanne. DRC na mataifa mengine yanaishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono wa waasi hawa M23. Hata hivyo, Rwanda inakanusha madai hayo na kusema haina taarifa juu ya uwepo wa askari wake. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo.